Baadaye, baadaye nenda kwenye Cloud of MTZ Instagram <laughs> uone Salome alikuwa anapiga live kwenye studio leo, jahazi la <laughs> Cloud of Fam. Mauno flani hivyo, hatari mauno kuntu. Bidada amesimama kama kanguru, unajua akisimama kama kanguru. Hatari sana. Sana. Sana. Simama kama kanguru. Simama kama kanguru. Anabana sana, anabana. Hatari sana. Utapata kumwona akisimama kama kanguru kupita Bwana kupitia SMS pia atuma Diamond Platinum na Ray Van kwenye studio. Sasa hivi Cloud of Fame na yuko automatic katika studio pale, tunapata tu vipande, lakini baada hapo tukawapa ama dancers wale wa pale waweze kuiga kiboresho zaidi, kwa sababu sisi ni wasanii hatu tutakuwa na taaluma sana so walifanya wakina Moze ndio. Lakini ukiacha hivyo pale pale WCB kuna wasanii tofauti tofauti, kwa mfano kuna Ray, kuna Harmonize, kuna Rich Mavoko, nipo mimi, so kila mtu anakuwa na madancers wake, na anapokuja katika show yake, kila mtu anatunga yana madancers wake, kila mtu na kionjo yeah. chake kwa sasa hivi na maana ni kama vile ambavyo ofisa mwingine wa kawaida anatoka nyumbani, nye, nyumbani na kwenda ofisini, ndivyo ambavyo mlivyo nyie mnatoka nyumbani mnakwenda ofisini na kila maisha yenu everyday hivyo hivyo kila siku aisee, ongereni sana bwana, nashukuru tuko nao WCB bwana Diamond Platnumz pamoja na Raymond Kionjo. Mmekisikia hicho, lakini sasa hivi tuna ujumbe kidogo, sio tunamaliza <tip> 88.7, Clouds Clouds, Morogoro, Clouds FM, ndugu yangu upande wa Omari kutokea Nyakato pale Mwanza na nane nukta moja ameuliza swali ambalo hata mimi nilikuwa najiuliza. Anasema ni bonge moja la mshabiki wa Diamond na anaomba amuulize swali Diamond, kuna kionjo, kuna kionjo hey, kinaimba kwenye wimbo wa Salome hey, ile kwako kwa ruu kwakwa

Kwa hiyo mpenda, kuhu mpenda, kuhu mpenda nini? WCB wawili hawa Raymond pamoja na Diamond Platnumz tunamshukuru Mungu ameingia kwa kinyang'anyiro cha MTV Africa Music Awards. Na ukitaka kumpigia kura Raymond, moja kwa moja unaingia kwenye akaunti yake ya Instagram ni eh Raven. Raven. Halafu uta like ukishakuwa umemfollow ume, ume utafuata bio yake na itakuelekeza jinsi ya kumpigia kura. Yeye ameingia kwenye eh, breakthrough artist wa mwaka. uhum. Lakini pia unaweza kumpigia kura Diamond Platnumz, ingia katika eh, ukurasa wake wa Instagram follow kwanza alafu fuata bayo yake na moja kwa moja utaona jinsi gani ya kumpigia kura Diamond Platnumz, kwa ajili wao waweza kushinda MTV Africa Music Awards Mamas mwaka huu 2016. Naendelea kuwapongeza sana, na tuko nao hapa katika jihazi sasa. Ndio swali langu zuri kwenda kwa Raymond. Kwa bahati nzuri, sisi ambao tunapenda kazi zenu, mimi kwa mmoja hapo naifuata sana kazi yako, tunapenda pia na mambo yenu mengine ya maisha, na ndio maana tunapenda vile. Kwa mfano, unaona pia nayo umeonyesha kidogo picha ya mama ndo mamake anaongea maza kwa comment pale, na ikitokea tunakuuliza swali la mama, tunakuuliza kama hivi, kujua kwa sababu ya kuwapenda yeah, ya tu, lakini sijaona ukionyesha picha za mwenza wako kwa watu tumfahamu ni nani. Ukipenda, uwezi kujificha, watu watajua okay. so, for me, watu watajua, lakini tunaombea awepo au yumo tayari. Anyways, swali jingine zuri ambalo nilikuwa nalo ni kwamba WCB, mwanamke plani ipo, WCB, msanii wa kike plani ipo? Na kama ipo, ipo yeah. lini na ni wa aina gani mnayemtazama? Well, of course, plani ipo, ipo yeah, na tayari yupo na isha tuatoa za mwisho kwa sababu mtu uweze kutambulisha kirahisi ni kuacha nyimbo yake. Sisi tupo katika process ya mwisho na ndo itaenda nayo. Dogo lichukua muda kwa sababu watu kufanya vitu vyote kwa pamoja na wasanii wengi kwa nyimbo zinagongana na gongana mm. Tunataka kwanza wao waanze kuweza kuimarika, at least kufika sehemu fulani ambapo hata nyimbo nyingine ikitoka zisije zikaingiliana na kuuana zenyewe kwa zenyewe, so, tusubirie kwa sababu kitu ambacho tunafurahia sana ku, Sikutaka kumtambulisha mwanamuziki wa kike kwa sababu naamini kuna wanamuziki wengi wa kike ambao wanatamani kusikika, kufika sehemu nzuri, lakini... Mm-hmm. Sasa kwa sababu gani wanakuwa hawapati nafasi sana na wanamuziki wa kiume ndio wanapata nafasi sana? Ndio. So, pengine labda inaweza kuleta tofauti na kuonekana kufanya wanamuziki wa kike kuwa na nguvu pia zaidi na wakawa wengi na pengine wakaweza kusaidia. Kwa sababu mimi naamini, kwa mimi hapa ambaye nimelewa na mama yangu, naamini kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana ya kusaidia jamii kuliko wanaume. Ndio. Mimi na voice hiyo kwa sababu nimelewa na mwanamke na naona wanawake namna gani wanaweza kusaidia watu. So tukiweza kupata wasanii wa kike wakawa wanafanya vizuri, wataweza kusaidia vitu vingi sana. Safi sana bana, naomba nikupe ongera nyingine Diamond, shukrani sana eh, ya kwamba nimeona katika picha mm, eh, bibie Zari amebarikiwa na Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, amepata ujauzito. Ni kweli? umeshaanza kuangalia angalia ni aina gani? Kwanza alikuambia au uliona tu, ilikuwaje? nafikiri tuli plan before kabisa. Asante sana Sitaka tupate watoto wawili tu. Ndio. Baada hapo ah, tu tuombe Mungu. Eh, tumemwomba tu labda kitokee tena baadaye. Ah, na nilikuwa natamani mtoto anapatikana kama hivyo. Mimi nilitaka nianze mtoto wa kiume, afaje mtoto wa kike. Ndio. Mungu akaleta maji baraka kwa mtoto wa kike, na bahati nyingine akaleta sasa mtoto wa kiume. Kwa hiyo mtoto wa kiume ndio ameshacheki kwa. Yeah, na kwa mtoto wa kiume. So nafikiri ni watu wengi wanatamani kupata watoto wawili ambao wa kike na wa kiume. Ndio. Wengine wanatokea basi hataweza kukataa ndio nimeangalia pia picha picha za Tifa, ameanza attitude hey, hey, baba hey, hey, yake mdomo ni, <laughs> <hey, hey, laughs> ni, ni mtu wa aina gani aingie huku <laughs> kwanza kabisa na natamani akikuwa aelewe tasnia nzima, swala la celebrity, ninapokuwa ndio, lakini pia atafute kitu kitacho sosu kutafuta aweze kufiti katika sema ambayo itamsaidia kutai kwenye entertainment kwa sababu tafute mm, okay. like o okay. awe na na, katika mazingira, lakini awe celeb, aa, so kupita kufahamika kwake, kupata Oso, lakini hata mtu ambaye na kesho na kesho kutwa aweze kusimamia baadhi ya miradi ya babake, okay. yeah. safi sana umeshakuwa tayari kwanza kuzungumzia miradi yako tuipigie debe au bado? Hapana, eh, bado inajiendesha yenyewe. Eh, Mwenge 99.3 Clouds Kigoma.